Okay. Ngoa tuanze upya. So hapa ume login kwenye nani yako hii traders area yako. This is the client traders area. Ah uh, ukiangalia huku upande huu kuna hii sehemu ya copy trading. Ukiklik hapa, utaona new strategy provider au forex strategy. Ukiwa wewe unajiamini kwamba unaweza unakuwa wewe ni new strategy provider, kwa watu waweze kujoin chini yako waweze kucopy trade zako. Hiyo ni opportunity pia kama trader, halafu you can also follow a strategy. kwa tuingia kwenye kufollow strategy kwa kwenye kufollow a strategy, ukiingia utaona wanaweka in form of most followed strategies eh mwana wameanza na yule most followed mwenye mia nne hamsini na tisa na mia tatu na nne kwa hapa tukienda kwa view all tunawakuta sawa. <clears throat> Sasa tuingie kwa huyu investor K. investor K ana 126 26 <clears> followers huyu <throat> investor K amejoin 6 months ago in Japan, minimum first deposit lazima uwe na hizo

ana six months. Maximum drawdown anapata ni asilimia ishirini na tisa. Kwa hiyo huyu ni low risk trader sawa, anaenda taratibu nzuri kabisa sawa. Amefanya deposit ya hii mpaka sasa hivi ame draw hii, hapa it's almost 200%. Ndio unaangalia graph yake sasa, okay huyu graph yake toka amejoin graph inapanda eh? Graph inapanda huyu huyu grafi inapanda kwao. huyu huyu ni mzuri sana kufanya copy trading kwake, sawa, kwa sababu vitu vyote, yani ni vizuri, lakini sasa inabidi mtaji wako uwe, ili umfollow sawa. Huyu emtu muone Japani na naika join six months ago. Yeye ana trade zao usd, focus on zao usd 15 minutes chart. Kwa hiyo ni wa gold. Unaona gain yake hiyo hapo. Amesha fanya drawdown ya hadi asilimia 46. Performance fee yake ni 15%, manake kila unachoingiza anachukua 15% amefanya initial deposit ya hiyo, amesha withdraw hiyo, lakini ameshapata profit ya hiyo. Unaona, hmm. Track record yake ndio hii. Hivi hapa ndio hiyo siku aliyofanya withdraw, mpaka hapo hajafanya withdraw tena. Lakini huo unajoin kwa sent au wenye wanatumia sent account Is easier jua kana na dola ishirini ni senti elfu mbili dola hamsini ni senti ngapi? Golden Dance, huyu mzuri, huyu kajoin seven months ago, ame focus on short term buying in gold, ndo maana kageini kwa sababu hii miezi gold imekuwa ikibayi sana Umeona gain yake 805 percent, the maximum drawdown aliyopata ni 0.15 percent, na ana trade gold. Kuwa makini sana, performance fee hiyo hapo. Hajawahi kufanya withdraw, lakini profit kapata hiyo, amefanya deposit ya hiyo. Kwa hiyo ndo grafi yake kwa huyu, inabidi uwe na hizo eni ngapi azonveto kumkopi drawdown, lazima uangalie ametumia muda gani kukaa sokoni kuchukua consistency yake ipoje? Hapa mm. Kuna wao hapa ambao wana drawdown japo wana followers, atakuwa watu wanawaamini huyu. mm. mm. Kama rafiki yako anafanya vizuri, aingie kuwa new strategy provider yaani kwa mfano ukiangalia huyu huyu hapa serious, huyu ana 161 followers. Maana yake hawa ni watu ambao wanamfahamu ndio maana wako naye, japo ana draw down. Kwa hiyo anajua tu labda anapitia kipindi kigumu, atarudi. Kwa hiyo kuna watu huko, wewe anawaambia watu. Kwa hiyo kama mtu unamfahamu anana, anaweza awe new strategy provider, watu watamkopa. Sawa.

kule hey, cool tu no kule cool tu kwenye trading account. huku una connect trading account yako, yaani huku, unajua kuna tofauti hapa, inakaga hela ambayo iko kwenye wallet, alafu hiyo hela unafanya internal transfer kiasi fulani kiingie kwenye trading account ambayo utaenda kuitrade. Sio lazima uitrade hela yote ambayo unayo huku, sawa

Haya, uh tuna huyu uh huyu uh mwingine hapa. -huh. uh -huh tutaenda u huyu minimum first deposit dola elfu moja ta join miezi sita ana followers 62 hadi sasa hivi gain yake ni asilimia 72 hadi sasa hivi alishaye kupata maximum drawdown ya asilimia 82 ko initial deposit hiyo hapo alishafanya total withdrawals tukiangalia hapo huyu ana kushuka na kupanda huyo yeah, ana kushuka na kupanda, mwona huko alishuka afu akarudi kupanda, akapanda akapanda, lakini hapa katikati kote alikuwa anafanya hii, nadhani deposit, alishai kudeposit tena naona, afu akafanya ko nadhani hapo mmeelewa namna ya ku ya ku follow mtu wa copy trading sawa. Opaw, mm -hmm.